Hili jambo ni la mtambuka, hakuna mtu ambaye ana hati miliki na swala la waste management. Kila mmoja wetu kwa nafasi yake, kuanzia raia wa kawaida nyumbani kwake, jamii, kijiji, kufikia ngazi ya shehia, wilaya, mkoa, kila mmoja tuna wajibu wa kusimamia vizuri mazingira yetu na kuhakikisha usafi kabla hata hatujaangalia sekta ya utalii peke yake, lakini kuna aspect ile ya afya zetu wenyewe, na kama tunaishi katika mazingira ambapo tunashindwa kumudu taka zetu, manake vile vile tunahatarisha afya zetu. Kwa hiyo ni muhimu sana tukabadilisha kwanza mindset zetu na kuondokana na ile dhana ya kwamba swala la usimamizi wa taka ni swala la serikali peke yake. Haliko hivyo, hili swala ni la kwetu sote, ni swala ambalo lina athari kwa jamii lisiposimamiwa vizuri, na watu wakishaanza kuumwa hapa, manake hakuna tena uchumi, hakuna mtu ambaye ataanza kufanya shughuli za uzalishaji wakati tunaumwa. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo lazima kwenye namna ambavyo tunaliapproach tubadilishe ile mindset yetu nzima ya jinsi gani ambavyo tunaliendea hili jambo. Kuna vitu vya msingi ambavyo bado tutakuja pia katika ngazi ya wataalamu kuweza kuja kuviweka vizuri zaidi. Kwa mfano, hivi sasa tunaziambia hoteli kutokana na huu mwongozo mpya ambao tutakwenda nao kwamba wewe hoteli ndio utakuwa ni first line ya defense. Kwa namna ambavyo unazimanage taka zako, kuanzia kuzichakata, kuzitenganisha na kuziweka katika ule utaratibu ambao tumewelekeza, taka ngumu, taka nyepesi, maplastiki na vitu vingine kama hivyo. Lakini hatua inofuata, ikitokea hapa zile taka zinachukuliwa na second party, zinakwenda wapi na zinafanywa nini? Nadhani hapa ndio bado kama katika ngazi ya wataalamu inabidi tuje tuiweke vizuri zaidi ili mpaka tutopofikia Julai mosi, huku ndani tutakuwa tayari tumeshaweka vizuri na tunajua kila mmoja wajibu wake ukoje. Tunashukuru kwamba hoteli wao wameshasema wako tayari na commitment yao hatuna shaka nayo, lakini kinachobaki sasa ni kwa upande wa kwetu. Inawezekana unachukua taka ambazo zimetenganishwa vizuri lakini ukazipeleka pahala ukaenda ukazichanganya au zisiishie katika sehemu husika. Kwa hiyo lazima kuwe kuna utaratibu, lazima kuwe kuna mifumo ambayo itamwezesha hata yule ambaye sasa anakwenda kuzikusanya zile taka kutoka kwenye mahoteli kuweza kuzifikisha mahala husika, mahala husika, lakini katika utaratibu ule ule kama ambavyo aliondokana nao wakati anazichukua hizo taka kwenye hoteli. Mheshimiwa Waziri, takwimu za karibuni zinaonyesha kwamba hadi kufikia mwaka 2019-20 Zanzibar ilikuwa ikizalisha tani 238,712 Unguja na Pemba kote za taka kwa mwaka, na kwamba kufikia mwaka 2028, miaka mingine mitatu, makisio yanatarajiwa kuwa uzalishaji wa taka utaongezeka kufikia tani 321655, lakini pia makisio kufikia mwaka 2038, yaani miaka kumi kutoka sasa, kutakuwa na uzalishaji wa tani 405156 kwa mwaka. Hili ni ongezeko kubwa, hasa ukitilia maanani ongezeko la watu kwa spidi kubwa hapa Zanzibar wenzetu wa Seychelles wanazalisha tani 90,000 kwa mwaka. Wenzetu wa Mauritius wanazalisha tani milioni moja nukta nne kwa mwaka, lakini kwa sababu sisi tumekuwa tukikabiliwa uh, na ukuaji wa haraka na mkubwa wa watu, kwa hivyo ni kipindi kifupi tu ambacho sasa tutakuwa katika safu moja na wenzetu, na hili si jambo la kujisifia ni jambo ambalo linahitaji fikira kubwa ya kuanza kukabiliana nalo ili tuwe katika hali ya ile kitu ambacho tunakiita greener and sustainable Zanzibar. Kwa mpango umekuja sasa, tutasema labda tumechelewa, lakini hatujachelewa kwa sababu mpango uko siku nyingi, lakini tumeona tu utilie mkazo kwa sababu sio kama Zanzibar ya sasa hivi ndio iwe chafu wakati ya zamani ilikuwa safi Aa, tunataka Zanzibar kama ilivyokuwa zamani wakati tulivyokuwa hakuna utalii Zanzibar na sasa hivi tuna utalii na tuna watu wengi wanaishi Zanzibar zaidi ya hapo zamani tulivyokuweko kwa hiyo watuitunze Zanzibar tuitunze mazingira na tutunze maisha yetu kwa sababu mwisho wa siku sisi wa Zanzibari ndio tunaoishi hapa Sio wageni tu, wageni wanakuja na kuondoka, lakini kama sisi Wazanzibari tunatakiwa tuitunze Zanzibar zaidi kuliko watu wote wanaokuja kututembelea hapa.